Tumepata majiko 190 sana, wenzetu wa Taifa Gesi, tunaomba mtuletee na gesi zingine na zingine na zingine, ikiwezekana na kwenye magereza mkatusaidie, tuweze kuweka gesi tupunguze uharibifu wa mazingira. Hayo siasa waacheni, wenye wa wana sababu yao ya kufanya hivyo, waacheni hivyo hivyo, ila ninyi tuhakikishe kwamba tunaendelea kupata ama. Kuna mzalio wa Serengeti, mnamjua huko, ana influence ana uwezo wa kuleta changa chachu ya maendeleo Serengeti. Mimi niambieni jina lake nitamfuata, pale tunapopata vijana wanaotoka kwenye maeneo yetu ambao wanapenda kutuletea maendeleo, tupunguze rwerwe rwa mboe eh. Tupunguze ila kama mnaona ni starehe, unajua saa zingine unaweza umekaa sehemu na shughuli ya kufanya, kama unaona inawapa burudani, mnaweza kuendelea kuongea tu. Wilaya ya Serengeti ina jumla ya walimu 1753. Kati yao walimu wanawake ni 624 ambao wanafanya kazi kwa kujituma na kutumia muda mwingi katika malezi ya watoto na huduma za jamii katika maeneo yao ya kazi. Kitengo cha walimu wanawake kwa kutambua michango ya walimu katika kuinua kiwango cha elimu na hifadhi ya mazingira kiliwasilisha maombi yao ya msaada kupitiwa kupatiwa majiko ya gesi kwa mdau wa elimu ndugu Rhimo Nyansaho. Mdau huyu kwa kushirikiana na Taifa Gesi wamewezesha shule zote 190 za msingi na sekondari katika wilaya Serengeti kupata majiko hayo. Msaada huu mkubwa utasaidia sana walimu kutumia muda mwingi katika kufundisha badala ya kutafuta nishati ya kuni kwa matumizi kwa matumizi yao wawapo shuleni. Aidha, majiko haya yatasaidia sana kupunguza uharibifu wa mazingira unaosababishwa na wachoma mkaa na wauzaji wa kuni. Nyansaho Rhimo ni mwananchi wa wilaya ya Serengeti, kwao ni msati hapo, lakini kasome Machochwe Sekondari. katika uh, msaada huu wa kutoa majiko mia tisini kwa shule zetu zote za sekondari na za msingi, ametoa yeye kama yeye. Kwa hivyo leo hapa tulipo tunayo majiko mia tisini ambayo tumepata kwa msaada wa ndugu Nyansaho, lakini vile vile kwa msaada wa kampuni ya Taifa Gesi. Sasa hawa wachache ambao wanarudisha fadhila nyumbani, mimi nadhani tuwapongeze. Wapongeze sana. Sitaki kutamka mengine anayoyafanya lakini tunayafahamu. Kuna shule moja alifika amekuta walimu wanalala madarasani. Huyu bwana kwa kuguswa tu na lile jambo, saizi anakamilisha ujenzi wa nyumba za walimu sita in one kwa fedha zake za mfukoni. Lakini wachache wanaoweza kufanya hivyo. Anafanya tu kwa sababu ana moyo ule wa kurudisha fadhila nyumbani. Katika ziara yetu tulibaini kwamba walimu wengi wanato, wanakaa nje na vituo vya kazi, na wanapoondoka asubuhi, hususan wale walimu ambao wanafundisha madarasa ya mitihani, wanapoondoka asubuhi, wanakuwa muda mwingi wako kazini wakiwa na njaa kwa masaa mengi, na njaa hiyo inasababisha wasiweze kumudu vizuri kazi zao, hata kama watatoa kazi kichwani. Basi tukaona ipo haja ya kutafuta au kuandaa majiko ya gesi madogo kwa ajili ya kuweza kuharakisha au kusaidia walimu kupata chai maeneo ya kazi ili kupunguza upotevu wa vipindi. Tunashukuru sana huyu mdau wetu wa elimu, kaka yetu Rhimo Nyansaho kwa upendo mkubwa sana kwa sisi walimu hasa wilaya ya Serengeti kwa mambo mazuri anayoyafanya juu yetu. Basi mpango mkakati wetu sisi huu ni endelevu, lakini kwa Serengeti mmeupiga mwingi, mmeupiga <coughs> mwingi. Nimpongeze katibu wangu wa wilaya, katibu, Mungu akubariki sana, hujaniangusha. Nina kitu cha kusema kwa katibu mkuu kuhusu wewe <coughs> lakini. Pia niwapongeze wote viongozi wangu wa wilaya, mmechagua mwenyekiti mzuri, huyu mdau wetu wa elimu kwa ambacho ametufanyia. Sisi chama cha walimu mkoa wa Mara tunajisikia tuna deni kubwa sana juu yenu, kuunga mkono hiki ambacho sisi tulikianza kwa kidogo, lakini yeye amefanya kwa wilaya nzima. Kaka Rhimo Nyansaho meneja, najua uko hapa pia, utatufikisha hizi salamu kaka Rhimo Nyansaho. Ah, nyumba sita za walimu kwa mdau tu wa elimu si kazi rahisi, na, na, na mimi niseme Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi kama chama cha walimu mkoa tunaendelea kujenga mahusiano mazuri na wadau, waendelee kuona umuhimu wa kuunga mkono walimu yetu. Kuna vitu vingine sio mpaka serikali serikali ije, tumeona serikali inafanya mambo makubwa, miradi mbalimbali mbali, na vitu kama hivi, lakini leo mdau ameibuka na majiko 190 ya gesi, shule zote. Asubuhi walimu chai na mapema na ingia darasani mkiwa fiti. Vitu vyote pikipiki, gari, nyumba, nini Ilianzia kwenye wazo. Nashukuruni sana kitengo cha wanawake wilaya, walikuja na wazo hilo, kama alivyoelezea katibu wa mkoa, ilikuwa waende watoe majiko haya, majiko kama ishirini kwa walimu. Hizi <coughs> ni zana za kufundishia pia kwetu sisi, utafundisha maada maada kama maada kimaanisha mata aina zake na utamwonyesha gesi ipoje. Kwa hiyo lazima tuondoke, tuwe wanyumbulifu, tusichukue chombo hiki kwa kwenda kupikia tu, twende tukitumie, kitusaidie kuwaelimisha au kufikisha knowledge kwa wanafunzi wetu. Hii ikionekana iki, iki kwa mfano hapa anapokea mtu hapa Alafu anasema kwamba hii kitu inakuwa ni ya mtu mmoja. Hii kitu inatakiwa ikishafika hata shuleni pale kwenye kikao cha walimu wajulishwe kwamba tumepokea, tumepokea mtungi mdogo wa gesi, walimu wote wajue; la kwanza, kamati za shule na bodi za shule zijue; la pili, twende kwenye leja za shule ziingizwe, ndio tutaweza kutunza hivi vifaa. Washukuru sana, mwendelee kuwa na moyo huo huo, huo. Mungu awajazie wa pale mlipopunguza. Haki na wajibu ni vitu vinaenda sambamba, lakini kati ya vitu hivyo viwili inatangulia wajibu halafu inafuata haki. Sasa mkielimisha hili na walimu wakalielewa, tutakuwa kwenye timu nzuri kati ya mwajiri na mwajiriwa. Lakini jambo la pili, kwa wale ambao leo wametusaidia jambo hili kwa walimu, basi na wengine ambao hawako hapa waone ni jinsi gani wanaweza wakatusaidia kwa baadhi ya changamoto ndogo ndogo ili serikali iwajibike na mambo mengine na wale wadau waweze kusaidia zile changamoto ambazo jamii yetu inazo. Kwa pamoja tutaweza kuisaidia Serengeti na yale malengo ambayo ni ya kitaifa, kama Serengeti tunayatekeleza, naamini yatafanikiwa. Sisi walimu wa shule ya msingi Mapinduzi tunayo furaha kubwa kupokea majiko yaliyoletwa na CWT kitengo cha wanawake. Tunafurahi na kushukuru kwa sababu shuleni kwetu hatukuwa na utaratibu wa kupika chai, kila mwalimu alikuwa anakuja na chai kutoka nyumbani kwake, lakini baada ya kupokea majiko haya tunashukuru na kuona kwamba tutapunguza ile mizigo tuliokuwa tunatoka nayo nyumbani kwa sababu kila mwalimu anatoka mazingira tofauti. Jiko hili litasaidia sana, hasa kwa upande wetu walimu, tutapata chai kwa wakati na tutapata afya njema, hivyo tutaweza kumudu shughuli zetu kwa ufanisi. Shukrani zetu pia ziende kwa serikali yetu kwa jinsi Mama Samia Suluhu Hassan anavyofanya kazi vizuri.